Wana wa ufalme, popote pale mlipo duniani, mimi ni Dr Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo naomba tujifunze somo la muhimu sana ambalo linaweza kusaidia sana kuweza kupata maisha yenye maana na yenye ujazo. Sasa nataka nizungumzie habari ya msingi wa petition katika kuomba Uh, maisha yenye ujazo na maana, kwa sababu tunaposema maisha yenye ujazo na maana ndio utukufu wa kila mtoto wa Yahwe Elohim ambaye alikusudiwa tangia mwanzo awe na maisha yenye maana, lakini yenye ujazo, na hilo ni muhimu sana kulielewa. Sasa, ili tuweze kulielewa hili na kulipata uh, maana yake kwa undani sana Uh, au kulifikia kwenye ujuzi wa juu sana maanake tuta, tutafanya passage exegesis katika Waefeso moja kumi na tano hadi kumi na tisa. Kuna kitu muhimu sana ambacho ningependa kila mtu aweze kukielewa, aweze kukifahamu. Kuna mtu mmoja pia aliniomba dokt, na nataka kujua kusudi langu, ifanyeje, nitumikie kusudi. Sasa, msingi wa hayo yote upo katika Waefeso moja kumi na tano kumi na tisa, na katiba inasema, uh, kwa sababu hii, tangu niliposikia juu ya imani yenu katika Bwana Yesu na upendo wenu kwa watakatifu wote, sijaacha kumshukuru Elohim kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika petisheni zangu kwa unaweza kuona Paulo alikuwa anaambiwa Efeso. Uh, kwa sababu ya upendo walionao, uh, na jinsi ambavyo imani yao ilivyothabiti, maanake imani yao imejai kwa thabiti upendo wao umejaa huko vizuri. Sasa hiko kitu maanake kimewafanya watu hawa waweze kuqualify kupata vitu vya msingi, na ndio maana Paulo kwa sababu tu ya qualification alizonazo, maanake kabidi aanze kupeleka petisheni ya vitu vya msingi kwa watu hawa, ili wapate ujazo na kupata maana ya maisha. Na vitu vya msingi ambavyo Paulo aliwaambia anavyopeleka petisheni kwa ajili yao alizungumza kwenye uh, Waefeso hii uh, sura ya kwanza 17 inasema, anasema nazidi kupeleka petisheni kwa Elohimu kwa Bwana wa bwana wetu Yesu Kristo, anasema Baba wa utukufu, anasema awajalie roho ya hekima na ya ufunuo ili mpate kuwa na mahusiano naye zaidi. Anazungumzia habari ya roho ya hekima na roho ya ufunuo lengo la Roho ya hekima na ya ufunuo yenyewe inakufanya anasema ili mpate kuwa na mahusiano naye zaidi, yani mwe na mahusiano yaliyotimilika yenye ujazo, mahusiano makubwa sana. Sasa kwa nini roho ya hekima na ya ufunuo inaleta mahusiano makubwa sana au mahusiano yenye utimilifu? Sasa naomba nifafanue. Kwanza katika awamu ya kwanza, anaombea wapate roho ya hekima na ya ufunuu. Sasa nataka nikuweke wazi, maisha ya, ya watoto wa yao Elohim, ujazo wake unatokana kwanza kuwa na roho ya hekima na ya ufunuu. Sasa roho ya hekima ni kitu gani? Hekima kwa Kiingereza tunaita wisdom. sasa hekima au wisdom, uh, yenyewe ni matokeo ya mtu kuwa na kwanza, lazima apate awe na taarifa sahihi akishapata taarifa sahihi, lakini pia ambayo tunaita knowledge, awe pia na uelewa wa taarifa sahihi ambayo tunaita understanding of the right knowledge, or right information. We, lazima awe na uelewa aielewe hiyo taarifa sahihi, understanding. Akishaelewa taarifa sahihi, sasa anatakiwa aitumie taarifa sahihi kwa usahihi. Unaona, application of right information. kwa hiyo akishaitumia kinachozaliwa baada ya kutumia taarifa sahihi, so, sahihi kwa usahihi ndio kinaitwa wisdom, hekima. So kwa hiyo unapopata taarifa sahihi, maanake unapata information, right information ambayo ni knowledge, maanake lazima uwe na uwezo wa kuielewa taarifa sahihi, understanding of the right information. Ukishakuwa na uwezo wa kuielewa lazima pia uwe na uwezo wa kuitumia taarifa sahihi kwa usahihi application of right information ndio kinazaliwa kitu hekima. Kwa hiyo uwezo au neema ya kuwa na taarifa sahihi, uwezo wa kuielewa taarifa sahihi, na uwezo wa kuitumia taarifa sahihi, ndio inazaliwa kitu kinachoitwa hekima, na hekima hapa ni hekima ya kimbingu. Kwa hiyo una maana, unaweza kuona kwamba mtu huyu yoyote ambaye amepata neema na uwezo wa kuipata taarifa sahihi kwanza, kwa kama vile elimu ya ufahamu akaielewa understanding of right information akaielewa taarifa sahihi alafu akaitumia, akaitumia kwa usahihi taarifa sahihi. Manake mtu huyu moja kwa moja atakuwa anachota vitu vyote kwa utimilifu wa kimbingu, kwa sababu taarifa sahihi inatoka mbinguni. Maanake matumizi, uelewa wa taarifa sahihi unatokana unato, unato, na, na uwezo wa kimbingu ambaye ni mfalme Roho Mtakatifu anakusaidia lakini pia matumizi sahihi ya taarifa sahihi yote inazotokana na uwezesho wa kimbingu maanake, mtu huyu atakuwa ana connection kubwa sana na serikali ya kimbingu. Mtu huyu hawezi kuingia kwenye uharibifu, atakuwa mkweli na ataingia kwenye kweli yenyewe. Kwa hiyo hekima ndio kweli yenyewe, unaweza kuona. Kwa hiyo roho ya hekima, maanake ni uwezo, mtu anakuwa na driving force anakuwa na, na, na, na mind, mindset anakuwa na ability anakuwa na, na, na driving force ambayo inayomfanya kwanza kupata access ya taarifa sahihi, ili aweze kuielewa taarifa sahihi, ili aitumie taarifa sahihi, ili azalishe hekima. Hekima kwa lugha nyingine tunaita ni, ni truth, ndio kweli yenyewe. Kwa hilo ni jambo la msingi kuelewa, unaweza kuona uh, kuwa na roho ya hekima maanake ni kwamba unakuwa na um, mindset ya kimbingu, lakini ya ufunuo. Sasa kwanza ni muhimu kuelewa kwamba hekima ni taarifa ambayo unaweza kuipata, ni, ni, ni taarifa kwa wakati huo wa ambao unaweza ku yani ni taarifa ambayo unaweza kuisoma ukaipata ukaisikia. Sasa ufunuo ni kitu gani? Ufunuo aa, ni kupata taarifa sahihi kwa wakati fulani yani, kuna wakati mwingine unaweza kuwa una hekima yani, una taarifa sahihi umeielewa taarifa sahihi, na una matumizi sahihi ya taarifa sahihi, lakini kuna matukio kwenye maisha yanahitaji taarifa ya papo kwa papo, ambayo inawezekana hujaisoma sehemu. Kwa mfano uh, unaweza ukavamiwa na laba, na majambazi. Sasa hakuna hekima ambayo unaweza kuwa umeisoma kwamba jambazi utakabiliana naye hivi kwa mfano mtu mgomvi, ipo ipo hekima au ipo taarifa inayokuwezesha kukabiliana naye. Maanake ni kwamba mtu mgomvi, maanake utamwepusha, utaepusha maneno makali. Yani katiba imetuwekea wazi juu ya kukabiliana na mtu mgomvi na mtu wa namna yeyote, lakini kuna matukio ya papo kwa papo. Kwa mfano, unashambuliwa ghafla na majambazi. Sasa pale hakunaga hakuna E, yani taarifa iliyotuweka wazi kwamba jambazi akija utapambana naye hivi ngumu. Sasa pale unachohitaji ni roho ya ufunuo, maanake uwezo wa kupata ufunuo moja kwa moja kutoka mbinguni, nini ufanye kwa wakati ule. Roho ya hekima ni taarifa ambayo ipo tunayoijua na kuisoma kila siku. Kuna matukio ambayo yenyewe hayahitaji haya taarifa ile taarifa ile haiwezi kutatua hayo matukio, kwa sababu ni matukio ambayo yanahitaji ufunuo wa papo kwa papo. Ndio maana roho ya hekima na inahitajika, lakini pia roho ya ufunuo, ili upate majibu ya papo kwa papo. Kuna matukio ambayo huwa kukabiliana nayo, kuna taarifa haijawekwa wazi kwamba ninakabiliana kwa namna hivi, ila matukio hayo yatategemea na ufunuo wa kimbingu utakaopata kwa wakati huo. Umekutana na mnyama mkali mbingu u hakuna sehemu inayotuambia kwamba ukikutana na mnyama utafanya hivi au usalimkia, maanake utahitaji ufunguo. Kwa hiyo mtu anapokuwa na roho ya hekima, maanake anakuwa na taarifa ya jumla ya kukabiliana na mambo, lakini kuna mambo ambayo uki kabiliana nayo yanahitaji yani, taarifa ya hakuna taarifa iliyowekwa kwamba utakabiliana nayo namna hii. Yenyewe mambo hayo yanahitaji ufunuo kwa wakati ule, maanake lazima uwe na roho ya ufunuo. Maanake roho ya ufunuo, maanake ni mtu mwenye uwezo wa ku au kupata taarifa, yani kuielewa taarifa kutoka mbinguni moja kwa moja, au taarifa kutoka kwa Mfalme, Roho Mtakatifu, nini cha kufanya kwa wakati ule. Kwa hiyo hiyo roho ya ufunuo ni muhimu sana, kwa sababu inakusaidia kukabiliana na mambo ambayo kwa wakati huo yanakuwa hujui yanafanyikaje na, ya kwa sababu hata kwenye Biblia hayaonyeshi uyafanyeje e, ila ni mambo ya haraka ya, ya, ya, ya ghafla. Kwa hiyo maanake pale utahitaji ufunuo namna ya kukabiliana na lile jambo. Kwa hiyo ndio maana unapokuwa na roho ya hekima maanake unakuwa na uh, maarifa sahihi na uelewa wa maarifa sahihi, lakini na matumizi yake. Unajua, kwa sababu yamewekwa aidha labda kwenye katiba ya ufalme yapo yote, lakini kuna, kuna mambo ambayo huwezi kubiblia, katiba ya ufalme haikupi mwongozo kukabiliana nao kwa wakati ule, mambo yale ya ghafla. Yani, kuna jambo linaweza kutokea ghafla, hakuna namna unaweza kukabiliana, yani hakuna taarifa unaweza kuisoma popote, maanake utahitaji uwe na uwezo wa kupata taarifa kutoka ulimwengu usioonekana wa kimbingu ili Baba akupe namna ya kukabiliana kwa wakati ule. Hiyo ndio maana tunahitaji roho ya ufunuo. Sasa unaweza kuona roho ya hekima inakusaidia kukabiliana na mambo kulingana na taarifa iliyokuwepo wakati wote duniani, lakini roho ya ufunuo itakusaidia kukabiliana na mambo ambayo hayapo, taarifa zake hazituongozi tufanye nini. Kwa hiyo ufunuo wa kimbingu ndio utakaokusaidia kwao. Unapokuwa na uwezo wa kujua taarifa sahihi kwa wakati ule ili utatue mambo utatatua, lakini kuna mambo yale ya ghafla ambayo yatahitaji ufunuo, maana hutapata taarifa kutoka kwenye katiba ya ufalme. Maanake yatahitaji ufunuo kwa papo kwa papo. Unapokuwa na roho ya hekima na ya ufunuo, maanake wewe wakati wote utakuwa kwenye, eh, kwenye maisha sahihi na utakosea, kwa sababu mbingu inakuongoza kwa namna zote kwa neno ambalo lipo ambayo ni uh, logos, ai ile maarifa yapo, lakini pia kuna kitu kinaitwa rema, ambalo yani neno maalum kwa mtu maalum kwa wakati fulani, unakuja kwa ghafla ambapo hujui uta, utafanya nini, lakini ufunuo utakusaidia kwa ina maana, roho ya hekima na ya ufunuo inakusaidia. Nasema ili mpate kuwa na mahusiano naye zaidi, maanake uwezo wa kutokukosea duniani na kufanya mambo kwa weledi na kwa usahihi kunatokana sana na roho ya hekima na ya ufunuo maanake unapotokea kwamba hakuna mwongozo kwenye katiba ya ufalme, nini ufanye? Maanake ni kwamba pale utahitaji ufunuo wa moja kwa moja kutoka serikali ya mbinguni, ili ujue utafanya kitu gani kwa wakati ule. Ndio maana kuna umuhimu sana wa mtu kuwa na roho ya hekima, yaani ule uwezo au kuwa na ile driving force inayomfanya kuweza kupata taarifa sahihi, aelewe taarifa sahihi na kutumia taarifa sahihi zilizopo, lakini pia kuna, kuna, kuna, kuna umuhimu wa kupata pia Uh, driving force, uh, nguvu itakayokusaidia kuweza kuwa na uwezo wa kupata taarifa sahihi ambayo inayotoka moja kwa moja mbinguni kwa wakati huo. Ndio maana roho ya hekima na ya ufunuo inakusaidia uweze kuwa na mahusiano naye zaidi. Hii itakusaidia sana kuweza, na ndio maana ujazo wa maisha yetu, ili tusikosee, tunahitaji roho ya hekima na ya ufunuo. Nafkiri nimefafanua hapo na, na mstari wa 18 anaendelea kuzungumza tena kitu kingine cha muhimu ambapo hapa ametaja vitu viwili, huku anaendelea kutaja vitu vitatu. Anasema ninapeleka petisheni pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili kwanza, anasema ano, mpate kujua kusudi mliloitiwa. Ndio maana uh, kupeleka petisheni ili macho yako yatiwe nuru, uone kazi gani iliyokuleta duniani. Hii ni jambo la muhimu na ni jambo ambalo litakupa ujazo na maana ndio maana msingi huu wa petisheni ni muhimu sana, kupeleka petisheni ili ujue nini kusudi uliloitiwa. Kusudi lako ni nini? Kwa sababu unapozidi kukaa duniani kuna kazi maalum ambayo kazi yako itakuja kupimwa kwa, ili ujue kazi yako. Maanake kila siku lazima umwambie Baba, naomba macho yangu nipe kuona, nipe ku, nipe macho yangu yatiwe nuru, nione kusudi nililoitiwa. Hiyo namba moja, lakini pili anasema hivi, anapeleka petisheni ili tupate macho yapate kuona urithi wa utajiri wake wenye utukufu kwa watoto wake. Urithi unaweza kuona, watu wengi wanapenda sana kuunadi umaskini, wanapenda kuunadi umaskini na wanaufurahia umaskini, hasa hizi dini na madhehebu zinapenda sana kunadi umaskini. Ndio maana uh, wakiona umaskini wanaona ni utakatifu, wamefundishwa kwenye dini, kumbe sio Kumbe macho yetu yanapaswa kuona urithi wa utajiri wake wenye utukufu kwa watoto wake ulivyo. Watoto wake wanapaswa kuona urithi wa baba yao ulivyo mkubwa, ili waweze kupata wautumie kwa ajili ya kujenga ufalme wa baba yao hapa duniani. Na ndiyo maana huwezi ukamtenga mfalme na utajiri. Ndio maana anasema macho yenu yapate kutiwa nuru, ili mpate kuona urithi wa utajiri wake wenye utukufu kwa watoto wake ulivyo Manake watoto wanatakiwa kufunguka ufahamu waone ul, utaj, urithi wa utajiri wa baba yao, urithi wao ambao ni wakitajiri sana kutoka kwa baba yao. Ndio maana swala la umaskini halitakiwi. Ndio maana mtu maskini, watu wengi wanapenda sana kuongea ment, kuwa na mentalit za kimaskini. Lakini sasa tunapaswa kumwambia Baba tuonyeshe urithi wetu wenye utajiri ulivyo kwetu sisi. Maanake ni kwamba haufalme kwenye ufalme hakunaga ajenda inayoitwa umaskini. Kule kuna ajenda inayoitwa utajili wakati wote, kwa sababu ndio urithi kwa baba yetu ulivyo wa kitajili. Maanake sisi watoto tunapaswa kufunguliwa macho tuone urithi wa utajili wake e, wenye utukufu kwa, watoto, kwa sisi watoto jinsi ulivyo mkubwa utajili wake. Maanake ni kwamba wakati wote ni lazima tuone duniani utajili wetu wa baba yetu na urithi wetu uko wapi ili tuweze kupata maisha yenye kitajiri kama watoto wa mfalme na urithi wetu timilifu, ili baba yetu aweze kufurahi. Unaweza kuona macho yetu yanapaswa kutiwa nuru. Lakini tatu anasema hivi, macho yanapaswa kutiwa nuru, tuone nguvu na uweza wake mkuu sana usiolinganishwa na chochote kwa ajili yetu sisi tuaminio, jinsi tuli, jinsi ulivyo unaona. Kwa hiyo hizi nguvu na uweza wake mkuu wa baba yetu, usiolinganishwa na chochote, ni kwa ajili yetu sisi watoto tuliomwamini, sisi watoto uliamini, jinsi ulivyo ukuu na uwezo wake. Maanake ukuu na uwezo wake tunapaswa kuona, ili magonjwa ah, hali ngumu, chochote kile ambacho kinachojiinua kuwa kikubwa, tukilinganishe na ukuu na uwezo wa baba yetu ulivyo mkuu kwetu sisi, kwa ajili yetu sisi. Unaweza kuona, kwa hiyo ndio maana kitu kikubwa tunachopaswa kukiona ambacho tunapaswa kupeleka petisheni, tuone ni ukuu na uweza wetu, ukuweza, ukuu na uweza wa baba yetu ulivyo, ukilinganisha na chochote kinachotaka kujiinua kuonekana kikubwa duniani. Maanake tukiona ukuu na uweza wake, maanake hatutasema hili tatizo ni kubwa, bali tutasema baba yetu ana uweza na, na, ana ukuu na uweza mkubwa. Unaweza kuona, sio tatizo tena kwa, ina maana hii itatufanya kuona kila kitu Haki ni kidogo sana na hakina uwezo dhidi ya mamlaka na uwezo alio baba yetu. Ndio maana anasema hivi, macho yetu yanapaswa kutiwa nuru tuone, yani yanapaswa kutiwa nuru ili tuweze kuona nguvu na uweza wake ambao uwezo wa baba yetu ulivyo mkuu sana ukilinganishwa na chochote maana hakuna chochote kinachoweza kulinganishwa na ukuu na uwezo wa baba yetu. Maana na hiyo anasema hivi kwa ajili yetu sisi, ni kwa ajili yetu sisi. Maana yake ukuu na uweza wake sio kwa ajili ya, ya ni kwa ajili yetu sisi ili utusaidie kuweza ku, ku, ku, ku, yani kukidogosha kuki kukifanya kila kitu kuwa kidogo, kwa sababu uweza na ukuu wa baba yetu ni mkubwa sana. Sasa Paulo amezungumza vitu vya msingi sana katika Waefeso 1:15-19. Eh, kwamba cha kwanza anataka tuwe na roho ya hekima na roho ya ufungu. Nimesema kwa upana kabisa, roho ya hekima inakusaidia kupata taarifa sahihi kuelewa taarifa sahihi pamoja na kufanya matumizi ya taarifa sahihi ndio inazaliwa hekima ndio kweli yenyewe. Sasa taarifa sahihi zinakuepo tu kwenye katiba ya ufame tunazijua tumezipata taarifa zipi. Lakini kuna mambo yanatokea ambayo yanakuwa ya ghafla kiasi kwamba taarifa tulizonazo hayatoshi kuweza kutatua kwa ghafla hata yaani kuligana na jambo lenyewe la ghafla. Kwa hiyo kinachotakiwa pale, lazima uwe na pia na ufunuo kutoka mbinguni ukupe ufanye nini kwa wakati ule kutokana na, na lile jambo linalotegemea ambalo ufunuo. Kwa ina maana ukiwa na roho ya hekima, ukiwa na ufunuo, maana yake ni kwamba wakati wote utafanya mambo sahihi, na hata jambo likija lolote lile gumu halitakushinda kwa sababu utakuwa na taarifa sahihi either kwa ku, kwa kuijua, kwa kuisoma kwenye katiba, unaijua taarifa ambayo ipo kila siku, roho ya hekima, lakini pia utaijua ut, kuna ile ambayo inatokana na ufunuo kwa wakati ule, ufanye nini kwa usahihi lakini pia anasema kikubwa pia na jambo lingine la, la, la, la msingi la, la, la tatu ni kwamba macho yetu yatiwe nuru, yatiwe nuru ili tuone, kujua kwanza kusudi tulioitiwa, kwa sababu kama umekuja duniani ujui umeitiwa nini, umekuja kufanya nini, manake maisha yako hayana maana. Maana ya maisha ya inatokana na wewe kujua umekuja kufanya nini, ili utimize kazi, na ndio maana kazi ya kila mtu itapimwa kama umekuja duniani kwa ajili ya kutimiza kazi fulani ukafanya kitu kingine, maanake maisha yako yamepoteza maana. Ndio maana lazima tuupeleke pitishi, macho yetu yatiwe nuru ya mioyo yetu tuone ndani kusudi eh, tujue kusudi tuliotiwa. Lakini cha pili, tuone urithi wa, utajiri wa wake wenye utukufu kwa watoto wake ulivyo, maanake huu ni utajiri, ni urithi wenye wa utajiri tena wenye utukufu, ni kwa ajili ya watoto wake, sio kwa ajili ya kitu. Ni urithi wa dunia huu ambao ni utajiri, ni kwa ajili ya watoto wake jinsi ulivyo. Lakini tano, anasema nguvu na uweza wake mkuu sana usiolinganishwa na chochote, kwa ajili yetu sisi pia. Unaona, utajiri wenye utukufu ni kwa ajili yetu, nguvu na uweza ni kwa ajili yetu, lakini pia kujua kusudi itiwa, ni kwa ajili yetu kwa hivi vitu vitano ni muhimu sana, naomba kila mmoja aweze kulielewa hili, ili kila wakati utakapopeleka petition, baba akusaidie kupeleka petition, ili uweze kuwa na roho ya hekima na ya ufunuo. Roho ya hekima, uwe na uwezo wa kupata taarifa, kugundua taarifa sahihi eh, na kuelewa taarifa sahihi na kuitumia taarifa sahihi kutoka kwenye katiba ya ufalme, kwa sababu humu, humu kwenye katiba ya ufalme utashangaa watu wengi wamepata taarifa isiyo sahihi mpaka wakaanzisha dini na madhehebu na mpaka leo hayawaletei matokeo. Lakini kupitia katiba ya ufalme ukiwa na roho ya hekima, maanake ni kwamba utaujua habari njema ya ufalme, utajua mpango ni ufalme, maanake utapata taarifa sahihi, utaielewa taarifa sahihi, na utaanza kuiapply, kuitumia taarifa sahihi. Lakini pia linapokuja jambo lolote la ghafla utapata ufunuo kutoka serikali ya mbinguni ili utatue lile jambo ambalo taarifa zake inawezekana hazipo kwenye katiba, kwa sababu katiba ya ufame wakati wote anasema, kama maneno yote yangeandikwa kwenye, kwenye, kwenye kitabu hiki, basi dunia nzima ingeja, kwa sababu vico vitu vingi sana ndio maana anasema, Bwana Yesu akasema hivi, ninayo mambo mengi ya kuambia, lakini kwa sasa hivi hamwezi kuyabeba yote, hamwezi kuyabeba yote, lakini yuko roho msaidizi atakapokuja, mona atawasaidia kuwapeleka kwenye kweli yote. Maanake ni kwamba roho ya ufunuo, Roho Mtakatifu anatupa taarifa ambazo inawezekana kwenye katiba azipo, lakini uh, pale kwa pale tutakabiliana, tuta, tutakapokabiliana atatupa information. Msingi ni katiba yake, lakini huku tunaweza kupata taarifa sahihi namna ya kukabiliana na jambo uh, kwa, kwa, kwa ufunuo kulingana na, na jambo lenyewe husika kwa wakati ule. Hilo ni muhimu sana lakini pia anataka pia tuweze kujua nini hasa tulichoitiwa ili kupata maana ya maisha. Maana ya maisha inabebwa kwa kujua kusudi uliloitiwa, lakini pia maana ya maisha inabebwa pia kwa rasilimali uh, ulizopewa ambayo ni urithi wa utajiri wake wenye utukufu kwa watoto wake ulivyo, ni kwa ajili yetu. Lakini maana ya maisha ina, ina, inabebwa pia na nguvu na uweza wake mkuu kwa ajili yetu sisi, ambapo tumeitiwa kama watawala, kama wafalme na malkia kwa ajili ya kuitawala dunia. Hilo ni jambo la msingi ambalo ningependa kila mmoja aweze kulinunua aweze kuweza kulibeba aweze kutembea nalo, ili limsaidie kwa ajili ya kumpa maisha. Ninaitwa Dr. Gordon Gunewe. Kama utakuwa na swali, basi utaweza kunipigia kwa namba 0762694628 na leo nimejikita zaidi sana kufafanulia juu ya msingi wa petisheni katika kuomba maisha yenye ujazo na maana, na nimefanya ufafanuzi au passage exegesis ya Waefeso 1:15 hadi 19. Asante. Serikali ya mbinguni imbariki kila mmoja aliye mwaminifu na kutembea na sheria za ufalme.